Waziri wa mambo ya nje Mohamud Thabiti Kombo alisema kwamba serikali ya Tanzania haina mgogoro na jumuiya za kimataifa kufuatia sakata la Umoja wa Ulaya kusema kwamba litasitisha misaada na mikopo kwa muda kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hiyo inakuja kufuatia uchaguzi mkuu uliotamatishwa majuma kadhaa yaliyopita huko, vifo vikiripotiwa, uchomaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi, vurugu ambazo ziliibuka zilizua utata zaidi, hasa baada ya matukio ya vifo kuonekana Jumuiya za kimataifa zimekuwa zikitaka Tanzania kuanzisha chombo huru cha uchunguzi hasa wachunguzi wa, wa kimataifa kwa ajili ya kuweza kuchunguza matukio hayo ya vifo, huku serikali ikisema wazi kwamba imeanzisha uchunguzi kwa kuunda kamati ambayo iliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juma moja lililopita kwenda kuchunguza kiini cha vurugu hizo za uandamanaji zilizotokea Oktoba 29, 2025. Katika hatua nyingine, Umoja wa ula, Ulaya ulioweka msistizo na kusema kwamba anataka uchunguzi huru kutoka kwenye taasisi na jumuiya za kimataifa zikihusisha waafrika wenyewe haweze kuchunguza jambo hilo kwa kina na siyo taasisi kutoka ndani ya nchi. Viongozi wa upinzani pia wamekuwa wakisema kwamba ni bora zaidi kuwepo na tume za kimataifa zitakazokuja kuchunguza matukio hayo huku wakiitaja ICC, Umoja wa Mataifa pamoja na jumuiya za Ulaya ambazo zinapaswa kuja nchini Tanzania na siyo tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhasani, kufuatia zuio hilo la mikopo na misaada kwa muda dhidi ya serikali ya Tanzania. Waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania, Mahmudu Thabiti Kombo, alisema kwamba Tanzania haitaathirika kufuatia misaada hiyo kama itazuiliwa, huku akiweka wazi kwamba Watanzania hawataweza kulala njaa. Kufuatia kauli hiyo, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema God bless Lema, alisema kwamba utalii unachangia karibu asilimia 30 ya fedha za kigeni nchini, na kama mtu ninayetoka Arusha na kufahamu kwa undani tourism corridors, hadi ilivyo sasa ni ya kutisha. Tour operators wamepaki na kazi ni moja, kupokea cancellation kila saa. Hawa tunaowaita wafadhili si watu wa kutumiwa kama mifano ya majigambo ya kisiasa. Hao ndio wateja wetu wakuu, watoa huduma wa mkakati na sehemu ya mifumo inayolisha uchumi mzima. Na sekta ya utalii ni kosa la kimkakati na ni kweli ni aibu ya kiwango cha taifa kwa waziri wa mambo ya nje kutoa kauli ya kubeza kama hii katika mazingira haya. Hatuhitaji kauli za kutengeneza headline za kisiasa, tunahitaji uongozi unaofahamu geopolitics ya biashara na athari za maneno ya juu kwa juu kwenye sekta inayotegemewa na maelfu ya Tanzania husi. Wakati wa kukwepa ukweli, ni wakati wa kufanyia kazi ukweli. Aliandika hivyo mjumbe huyo wa chama cha demokrasi na maendeleo, Chadema, akimjibu waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania, Thabiti Mohamedi Kombo, aliyedai kwamba Watanzania hawataweza kukosa chakula wala hawataweza kulala njaa kama EU watafungia misaada yao.